Jamani, tuambiane ukweli. Mtoto ni zao la matokeo. Mara chache sana kupata mtoto ambaye amepatikana kwa mazingira yasiyokuwa ya kawaida, mazingira yasiyokuwa ya kawaida, kubakwa, vitu kama hivyo. Lakini kwa kweli watoto wengi ni zao la upendo baina ya baba na mama. Wazazi wawili hawa wanapendana, wanafurahiana, wakati mwingine wanaongea kwenye simu kuanzia saa nne mpaka saa kumi na mbili wanatembeleana umbali mrefu, na wengine wanadanganya hata nyumbani, wakionyesha upendo wao miongoni mwao. Katikati ya matukio hayo, wanazalisha kiumbe anayeitwa mtoto. Huyu mtoto anabeba gharama ya mahusiano ya watu wawili ambayo hauhusiki kwa namna moja au nyingine, na wala yeye hakuchagua wala kupanga azaliwe na ninyi wawili. Imetokea Mungu ameamua kati yenu atokee yeye anabeba gharama ya ugomvi wa wazazi, na mtoto huyo anatoka kuwa mtoto wa watu bila aibu, anaitwa mtoto wa mtaani. Tunaposherekea siku ya familia leo, tujikumbushe wazazi wote na wanafamilia wote kwamba tumefika hapa kwa sababu sisi wako wazazi waliovumiliana kwenye ndoa, wakatulea katika mazingira magumu. Ndio maana tuko hapa leo, kwa sababu wako wazazi waliotulea. Tuko hapa tunasherekea siku ya familia. Sisi tunawajibika kwa namna moja au nyingine kwa kila mtoto tuliye naye ama mwanafamilia tuliye naye kumpa malezi ili na yeye kesho awe mwanafamilia na awe na familia iliyo bora na kujenga taifa iliyo imara. Mahali fulani pameandikwa, yeye asiyewatunza wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko asiyeamini. Sikumbuki ni wapi lakini niliwahi kusoma. Naomba tusiwe watu wabaya wa kutelekeza watoto wetu na familia zetu. Wakati mwingine tunaweza kulaumiana ni nani mbaya, hili si muhimu kwa sasa. Iwe wajibu wa jamii yote kujua kuwa familia ni msingi wa jamii yoyote. Ikiwa familia italelewa kwa kustahimiliana, kwa upendo na kuvumiliana na kuchukiliana hapa na pale, huku tukijua kuwa kila mtu aliyezaliwa ana mapungufu yake na madhaifu yake, tuvumiliane, tujenge familia imara. Chukua nafasi hii kuwaomba wazazi wote mahali walipo, tuthamini kuwa mtoto ni kiumbe muhimu anahitaji kulelewa. Ni kawaida mno mahali fulani kumwona mzazi anauliza kama mbuzi wake wameingia bandani lakini haulizi mtoto wake ameshindaje. Jambo hili likiachwa likaendelea tutazalisha jamii ya watu